Leo hii tumefanya kazi tukiwa na wenzetu na mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam pamoja na kaimu katutawala wa mkoa wa Dar es Salaam na kaimu mkurugenzi wa Dawasa pamoja na mkurugenzi wa Nemki pamoja na maafisa mbalimbali. Tumeamua kupita katika eneo hili kuangalia fukwe hii fukwe Kuanzia pale katika eneo la hospitali ya Aga Khan mpaka hapa katika eneo la hospitali ya Ocean Road. Lengo ni kutatua kero ya harufu mbaya ambayo inapatikana katika eneo hili. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia maelekezo yake kwetu sisi watendaji ni kuhakikisha kwamba tunatatua kero za wananchi ili mwananchi huyu mtanzania huyu aweze kuondolewa kero yake na aweze kuishi kwa raha mustarehe. Sasa moja ya kero ambayo inasumbua katika eneo hili la fukwe hii katika eneo hili la Aga Khan na Ocean Road ni kero ya harufu mbaya ambayo hutokea katika eneo hili ambayo imekuwa ni kero ya harufu ambayo inasumbua wapita njia, wananchi wanaokaa katika eh, karibu na eneo hili, lakini vile vile vile, kero hii ya uharibifu wa mazingira katika eneo hili imeweza kuathiri vitu mbalimbali ikiwemo viumbe hai, nikimaanisha kwamba ekolojia iliyopo katika eneo hili majini pamoja na nchi kavu, lakini vile vile mazingira yetu haya yamekuwa sio rafiki kabisa katika eneo hili. Na katika fukwe hii na hivyo kuathiri mazingira yetu. Katika ziara yetu tumegundua tatizo kubwa lililopo katika eneo hili ni mfumo wa maji machafu kutoka katika makazi mbalimbali mbali, katika majumba mbalimbali mbali, ambayo huingiliana na mfumo wa maji ya mvua. Mfumo wa maji taka hili ni jukumu la wenzetu wa Dawasa. Mfumo wa maji ya mvua ni ni jukumu la wenzetu wa jiji la Dar es Salaam. Sasa, tatizo lililopo ni kwamba mifumo hii yote ipo, lakini mfumo wa maji machafu umeingiliana na mfumo wa maji safi ambayo ni maji ya mvua na hivyo kupelekea sasa yale maji machafu kutoenda yanapostahili kwenda na hivyo kuishia katikati, na tumeheshuhudia maji machafu yakiwa yanazagaa katika eneo hili la bichi, na hivyo na hiyo ndo tatizo ambalo linapelekea harufu kali kupitia hili. Sasa nichukua nafasi hii kutoa kwanza maelekezo kwa wenzetu wa Dawasa. Tatizo hili limekuwa ni la muda mrefu. Tunahitaji sasa tatizo hili lifikie mwisho. Dawasa, ninawaelekeza jambo la kwanza, hakikisheni mnatenganisha mfumo huu wa maji machafu na mfumo wa maji masafi, nikimaanisha mfumo wa maji ya mvua. Hilo ni jukumu lenu mkiwa kama ni Dawasa, ndio mnaosimamia mfumo wa maji, wa maji taka. Hakikisheni sasa mfumo wa maji taka unajitegemea. Lakini la pili, hakikisheni DAWASA maji yale machafu yanakuwa yana treated.